Lakini yeye mwenzio hana hisia. Yule akifika katika kuminana zangu mimi anatulia yule kama maji ya mtungi. Anaitwa, unataka jina lake la kazi gani? Kwani kuuliza kosa? Anaitwa Miranda <manyo> Pagana. kuwepo hapa kama siku tatu hivi ili tule raha. Sasa baby umekuja umenishtukiza hivi, hata simu moja nipigie? Hakuna haja ya kukupigia simu, hapa si nyumbani kwangu bwana. Tatizo liko wapi wakati nakuja? Ah, wote mimi nakuja. Ah, nimeamua kukufanyia kufanyia surprise kidogo leo ili nije hafla nione naweza kukufumania ah, au <laughs> Bwana mke wako unamwonea hivyo hivyo, kama unavyoniona mimi? Yule amekwisha ana mpya wala nini, rafiki. Umesikia bwana? Kwa sababu yeye tena amekuwa mtu yupo yupo tu, lakini mtoto kama wewe, damu changa inatembea, inakimbia. Sipokuepo na sisi tunajisikia na takuwepo hapa kama siku tatu hivi hivi tule raha na mke wako? Maswala ya mke wangu yeye achana nayo, kwa sababu sababu ndiye nimeshamwaga kwamba nakwenda semina Zanzibar kwa hiyo, kwa hizo siku tatu za semina, basi nitakuwa nazitumia bwana. Sasa na mimi chuo, mambo ya chuo utaendelea, kwani hizo siku tatu tukikaa, tukizungumza, tukirelax, baada hapo apo si utakwenda chuo. Tatizo wapi liko wapi? nakumiss lakini. aki ushaanza sasa, watu wako t marafiki, marafiki zako nini? Ndio mambo ambayo mimi wasiapendi, ndio maana mimi wasipendi wageni hapa. Ah, watu wana starehe zao na nani mamaraka Nipigia simu. He. Nini? Kwa nini nipigia simu ni uliita? Hey, come on. Shhh. Mi. Oh, utaniharibia. Yeah. Na nini? Siko kuko ndani. Sasa kama kwa kwa sindu tunamusani ni Oh, mzee sumi mashitani. Sika na gani ya pendi kabisa kuona watu. Hapo nyumbani kwani. Nenda nitakupigia shoga yangu, tafadhali. Sasa kama hapendi kuona watu ulinitia nini Miranda? Kupigia simu sikujua kama atakuja leo. Mimi mwenyewe amenishtukiza tu. Kwa hiyo lo lako halitaki wageni hapa kwako, si ndio? Utaniharibia Julita. Okay, fine. Nisamehe shoga yangu eh. Ah, ni jirani tu alikuwa anaulizia ulizia unikapotea sijui nini isijekuwa yule mwalimu wako. Hapana. Eh? Hapana baby, sijui kwa mzee nani huko Miranda, nikuulize kitu mhm. Go ahead ukiondoa <laughs> haya ambayo nimekufanyia, kingine ni nataka nikufanyie baby, um, kwa sababu nakaribia kumaliza chuo nilikuwa nataka unifungulie biashara kubwa inayolingana na hali yako sawa? Hivi kuhusu ajira hizo? Ajira kwanza zipo na siku hizo watu wanapenda ajira, ajira zimach kabisa. Hapa ni biashara, nataka kuwa mfanya kazi, mfanya biashara mkubwa kama wewe okay. Basi nikaifanya nini, mwanangu? Muda umefika, tundoke bwana. Sasa wewe unataka tuende wapi? Masa, acha kufua nguo, tuseme bado tutakuja kufua. tazsasa mimi nitaondokaje bila kumwaga, mambo ya kumomba nani dompo, mambo ya biashara haya. Ngoja basi. Basi muombe Mungu kwanza. Mimi hayaoabasi yangu na maliza barizi. abarizi snaaa

kama vya kutonganisha vilishaisha. Umesikia? Kwenye mapenzi yangu naomba usiniingilie. Umeipatapiyo saa Ameni baka kako Just tell me the truth since when? <sighs> okay. Ah, <sighs> nzuri Miranda nadhani unafahamu kama mimi nakujua, nakujua A to Z uchafu wako wote na ujua. Stay away from my family. Yule ni kaka yangu, ni damu yangu <laughs> sio kaka ambaye tumekutana tu, no, ni kaka yangu wa damu, sitaki umlete matatizo. Please. Mimi kaka yako nampenda, tena nampenda sana, niko yani tayari kuacha kila kitu kwa ajili yake yani kila kitu kwa ajili yake uh. Okay. uko tayari kuacha kila kitu kwa ajili yake. Nazee lako vipi? Utaliacha mzee wangu? Nitamwacha, lakini it will take some time, as you know siwezi kukurupuka tu. Ni mtu ambaye ananihudumia nusu ya maisha yangu, kodi, chuo, ada. Nitamwacha, wanipe muda tu, nitamwacha. Okay. Fine. Oh, Miranda just... oh, yeah. That way. Ile ni familia yangu naomba ukae nayo mbali, na ukitaka kuwa na kaka yangu hakikisha umeachana na ilo zee lako, zee ambalo halijui familia yake inaishi vipi, na sidhani kama hata ana pay attention kwenye familia yake. And I wish, I really wish nimjue huyu mzee, yaani ni wa aina gani. Yaani I don't know, I just don't know ni mtu gani nimfanye. Tumalize maneno rafiki yangu. Just stay away from my family. Sawa, huyu niachia mwenyewe. Kwenye mapenzi yangu siningilie kabisa, tumeelewana? Na mimi na wewe tunakutana kwenye biashara tu, lakini sio kwenye mapenzi. Umenipata vizuri? Na wewe ukimaliza kufua hizo nguo, baada ya dakika hizi kumi, nikiingia ndani ya nikirudi, basi uwanja umope. Na ule mbwa nasikia analialia tu ovyo. Ina maana hujampa chakula leo si ndio? Ah, chakula kimeisha kimeisha eh? Sasa kama kimeisha unafanya nini baada ya kukifata eh? Tena, wewe umekuja kukakaa bulebule tu mundani sio? Sasa maliza vyote afu ufuate chakula cha mbwa, umenielewa eh? Na wewe umenielewa vizuri.

Pando shule hapana, nilikuja nimsaidie ni binti yako ya ya, na baadhi ya masomo mawili ameanguka kimax, ana supplementary, nilikuja kumsaidia. Sikiliza kijana. Koko. Karibu. Pizzo. Wewe wewe kama kubwa ngoja tu kupiga bao hilo moja. Haya basi. Tatizo liko. Kwa nini utanieleza? Kwa nini umekuja? Ongoza. Niende wapi sasa? Nyumbani. Ongoza. Na wewe nenda nyumbani. Mimi nitakuja. Koko, kwa nini umekuja? Eh? Wewe unaongoza uongoze. tena kwa kwa, unisikilize vizuri sana sisi, wazazi tumekuwa bega kwa bega kushirikiana na serikali katika kuboresha miundombinu ya shule na vyuo vyetu hapa Tanzania, kikiwemo chuo kikuu cha Dodoma na vingine sawa. Lakini kwa mfano tu, juzi juzi kampuni yangu imetoa madawati kuisaidia serikali katika kuboresha elimu ya vijana wetu, wasikae chini. Sasa unaponambia umeja kumfulisha hapa, ina maana ina maana yale madarasa kule amekaa bure hayana kazi yote. Kijana na wasiwasi na cheti chako kwamba wewe ni feki? Hapana, unaweza kwenda, nenda nenda, unaweza kwenda mwalimu. Wewe nenda tu, tutawasiliana. Naam. Oya kelele, na wewe. Wewe pita, nitakuzibua wewe, unakuja kufanya fujo nyumbani kwangu. Koko. Wewe toka njiani wewe, Ngoja tuongee. Naomba wewe utangulie kuongea nyumbani. Nini? Ni nini nini, sio nini nyumbani? Ata mume wangu wako. Una mume mume, Eh? Wewe ndio mume wako, una mume, unamumeanini ndio naye, ndio maana uko kwangu. Eh? Wewe.

Anafuata nini nyumbani kwa kosa wanaume na kuuliza. Na kuuliza huyo mwanaume wako kwa wakoen nini? Wewe wewe? Wewe nini? Tokeni. Beba beba! yako. Mama wenye beba beba umesababisha haya. Sasa kesho nije saa ngapi? Uje wapi we kijana wewe. Wewe. Angalia vizuri sana unataka nitenganishe kichwa chako na kiwiliwili chako? Hapana, hapana, basi tutawasiliana kwenye simu. Ah, tutawasiliana. Alafu mwanamke, una matatizo gani? Mbona kila siku unakuwa unanielewi

Haijawahi kutokea, haijawahi kutokea, mimi nikaguswa, dunia nzima haijawahi kutokea, mimi kupigwa vile kugaragazwa kule. Wewe unaona ni madogo, si ndio? Kwa sababu sikuhusu, ndio maana nayaona madogo. Sawa, haina neno, haina nikipigwa shida kwa sababu napigwa kwa sababu ya Pizzo mimi. Sema maneno maneno maneno, kitu gani bwana? Mbona anataka kupotezea na kupotezea nini? Ndio alishakwambia sasa. Oya, kuna nini hapo? Nimepigwa mimi. Umepigwa? Eh, Pizzo kasababisha mimi nimepigwa. Na jinga jinga lake ile ile, kitu gani limejazana pale tufutufu.

Koko, kuwa mkweli. Acha acha ujinga ujinga. Usijifanye kama mwanamke. Mbona legea legea ovyo? Alimpiga huyo atakiona chamte makuni ndio nipotezee nini? Afu wewe. nakuambia kwamba ijayo kutokea sasa anajua anajua ndio maana aweka shaka sasa. Kama unanipenda kwa dhati, basi utanitoa hapo, utanipeleka kwenu, na kama hunipendi, tutaendelea kuishi aa maisha tunaoishi. Mwanangu, si mnajua nyinyi vijana sasa hivi mlivyo, mnaokotana huko mnadanganyana tu. Eh, nimehukumiwa kwenda jela miaka mitano. Yule mkaka anataka kuniua mimi. Ni msomi sana, hawezi kukubali hayo maswala ya kwenda kufunga ndoa chini ya niko eh. niko naye yule mzee mwaka wa tatu sasa hivi hajai hata siku moja kuzungumzia swala la ndoa. Kama anipenda sana, si anioe niwe mke wa pili <coughs> <coughs> <coughs>